Alexander Pancoe mwenye umri wa miaka 39, akiwa ni mzaliwa wa Chicago, Marekani amefariki dunia wakati wa safari ya kupanda mlima Makalu ambao ni wa tano kwa urefu duniani. Pancoe alikuwa katika harakati ya kuchangisha fedha eh, kwa ajili ya utafiti wa matibabu ya saratani ya damu eh, kwa watoto. Hapo awali, Pancoe aliwahi kupona uvimbe wa ubongo eh, na kufanikisha o, eh, kupanda mlima milima yote mirefu duniani kupitia mpango Explorers Grand Slam. Safari yake ya kupanda Makalu ilikuwa ni sehemu ya juhudi za kusaidia hospitali e ya watoto Lulie mjini Chicago, ambapo tayari alikuwa amechangisha zaidi ya dola milioni moja kwa ajili ya majaribio ya matibabu. E bana kwa mujibu wa kampuni ya Madson Mountania Ebana, Pancoe alipoteza maisha ghafla akiwa e, kwenye kambi ya pili baada ya kurejea kutoka matembezi ya kuzoea hali ya hewa e, ya mlimani. Mlima wa Makalu una urefu wa mita 8463 na, na unatajwa kuwa ni miongoni mwa milima migumu zaidi kuweza kupanda e, katika safu ya kule juu. So kwako kama mdau wa e, Sawasawa Online Digital, uko na mtazamo gani? Make sure to drop comment yako kwenye comment. Until next time.